Hakuna mwanasiasa yeyote Tanzania ambaye anaweza ka mwaprochi Kikwete awe naye alafu atake ajitoe aondoke, lazima shwa moja kwa moja. Nikisema shwa mnaelewa. Sasa nchi iko hivi, kama mnakumbuka, kwenye kampeni zilipokuwa zinaenda mwisho mwisho watu wali walitangaza sana kuhusu mzee Kikwete kama amefariki. Kama nakumbuka, ndo kulikuwa kampeni zinaelekea mwisho mwisho, na mkichunguza, Kikwete kampeni nyingi hakushiriki kipindi kile. Kulikuwa na mzozo kati ya Bimsumi na Kikwete na kweli Bimsumi na Abduli walifanikiwa kwa asilimia tisini kwa asilimia mia moja Kikwete akapewa sumu. Kikwete alilazwa kama wiki tatu, yuko hoi. Kikwete mpaka alisafirishwa kwenda Nairobi, yuko hoi Kikwete alifikishwa mpaka India yuko hoi, hapo kampeni zinaendelea. Akapona, alivyopona akarudi, alivyorudi ndo kikwete aka tayari ameshajua akana jiweka mbali, lakini wakamsogelea nini, nini, nini, nini, ndo kampeni ile ya mwisho i think ilikuwa Mwanza sijui wapi, ndo pale kikwete nakaja kwenye kampeni akatoa shombo, wao waliosema nitakufa watatangulia wao nini, lakini pale ndo alikuwa amerudi, ila mzali alikuwa tayari baada ya mambo yao yamepita, imeenda imeenda imeenda imeenda, unaona, Abduli ndo mshauri mkuu wa Bimsumi. So wakaendelea na ile kampeni, unaona, Bimsumi akawa tayari hataki tena communication na JK, hataki yaani, kwa design wamesha mwingia nini, wamekata kwa waka, kuna maugomvi kati yao. Sasa hakuna mtu yote anakuwa na bifu na JK akaishi JK naye tayari ka kainua mapanga juu, kainua wanajeshi wake kwa hiyo kinachofuata hapo ni Bimsumi shwa. Bimsumi tunavyoongea sasa hivi, tunavyoongea, siwa leo, siwa kesho, shwa. Unanielewa? Anytime any moment mtu anaenda kuwa rais wa Tanzania ambaye wanaenda kumpitisha, ambaye hata baada ya Bimsumi shwa. Anytime any moment from now. Ninachokiongea kihifadhini, nchi anaenda kupewa nchimbi. Nchimbi anaenda kupewa nchi muda wowote ule na ndio maana Bi Msumi sasa hivi anauwa watu sana sana, anauwa watu sana. Wale watu wake wote kunaenda naua mmoja baada ya mwingine. Leo hii tunavyoongea, kuna aliye alikuwa ni anaongoza sijui mambo ya mambo gani huko kwenye idara ya afisa usalama, wale maafisa usalama wale zile idara nyeti za siri, kauawa. Ameenda Mloganzila na kichwa tu kichwa, amefika Mloganzila kalazwa, dakika mbili nini, wamechoma sindano, sijui wapunguza maumivu, ile sindano ndo shwa imemaliza. Yule aliyokuwa waziri wa afya, yule aliyefariki, yule mama yule. Mnajua kilichomua? Yule mama alienda hospitali na tatizo la mguu, alikuwa anasumbuliwa na mguu. Amefika hospitali, kulazwa tu. Shwa, wamemaliza. Mwigulu anaongea tio, alikuwa mzima, hakuna tatizo. Kuna waziri gani mwingine amekuja akaongea, oh sijui aliumwa siku mbili. Yule mkwe wa Bimsumi, mkwe wake naye anakuja anasema oh, e, yule waz, o, e, yule mbunge ambaye ndiyo alikuwa waziri wa afya ambaye kamwachisha yeye Mchengerwa. Mchengerwa naye anakuja kusema oh E, yule mheshimiwa alikuwa na tatizo la kuanguka anguka toka kipindi cha uchaguzi. Baada ya uchaguzi alikuwa na tatizo la kuanguka anguka, kwa hiyo alivyoanguka ndo akaenda mazimu. Sasa nyinyi mawaziri wote watatu, mbona mnaongea vitu tofauti tofauti? Tuamini la nani? Tuache la nani? Tuchukue la nani? Tuache la, la nani nani mkweli? Haya, ndugu wa marehemu anasema marehemu asizikwe mpaka mwili upimwe. Wanataka mwili wa marehemu aupeleke Nairobi, ambao ni ndugu ambao ana access na mwili wa ndugu yao Serikali mnakataa kama nani? Mamlaka ya kukataza ndugu wasiwe na e, uwezo kwenye mwili wa ndugu yao kutaka kuchunguza kilichomuua ndugu yao? Nyinyi serikali mnakataa kama nani? kama nani? Muache ndugu wa marehemu afanye wanachokitaka kwenye mwili wa ndugu yao kutaka kujua kiunaga ubaga kilichomuua ndugu yao. Fasabu, ndugu ya kwa sababu ndugu yao alienda hospitali anachechemea mguu kwa tatizo la mguu, kafika kapimwa shwa kamalizwa hapo hapo, kuchukua hata sekunde kwa sasa hivi mimi kwanza for real, I'm so happy, na nafurahi sana kwa sababu the mnauana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo wananchi sasa hivi tuna ushindi, kwa sababu hii ni time ya nyinyi kwa nyinyi kuuana. Baada ya kuua maelfu ya watu kwa risasi, nao mnauana nyinyi kwa nyinyi wenyewe kwa, kwa wenyewe Eh? Haya tuambieni, tangazo la Bimsumi tunatangaza lini? Tunasafirisha Pemba, tunazikia da au wataagia Dodoma? Naomba mtujuze mapema, ili kuna wengine watatamani kwenda kuhudhuria sherehe za mazishi ya Bimsumi waandae nauli. Serikali natakiwa mtoe taarifa mapema ili watu waanze kujipanga wajue kama itasafirishwa Pemba Chake Chake au Zanzibar wajue wanaanza kukata tiketi za boti lini wasafiri lini. Kama itakuwa Dar es Salaam, watu wa mikoani wajue watakuja lini au watu wa dawa, ijapokuwa nina uhakika hakuna mtu yoyote anaweza kuhudhuria msiba wa Bimsumi kama sio wanasisiemu wenyewe wa. Unaona, lakini mtu kama binadamu mwenye akili timamu hawezi. Kwa hiyo itakuwa ni wanasisiemu kwa wanasisiemu ndo watashiriki, unanielewa? Wa, au ndo anaweza kashiriki huyo msiba wa Bi Msumi, lakini watu kusema wa waumie na kujazana kama msiba wa Marema Magufuli huo ni uongo. Ila tu siku mkitangaza msiba wa Bi Msumi, amini siku hiyo labda mtangaze na baa zote zifungwe. Ila anachokijua wamiliki wa baa watauza pombe sana sana, huku zitanunuliwa sana, mbuzi zitachomwa nyingi, alafu kwenye mazisha mtapata mtu a ila wote watu, watu, watajaba. Kwa nini? Kwa sababu wamepata ushindi, unaona, kwa hiyo Narudia hii kodi iwekeni kichwani, ndugu zangu, hakuna kiongozi yote ambaye anakuwa against Kikwete akaishi hata wiki mbili. Hayupo Kikwete ukimkosa, kipona revenge yake niona tu nafanya shwa shwa. Nadhani mnanielewa, mnanielewa ili mlikariri.